Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu ya The Real Boss. Sehemu ya kwanza tulishuhudia manyanya siku ya kwanza kazini, nini ambacho alikutana nacho, changamoto lukuki, ukatili, maneno ya ukatisha tamaa, lakini pia alikutana kazi nzito, ambayo hakika tutaweza kufahamu katika episode inayofuata nini ambacho kitatokea. Basi ni kuhakikishie tu na kukuomba follow kurasa wa Facebook wa Henrik Talks, bila kusahau kwenye YouTube channel yetu. Tafadhali subscribe kwenye channel ya Henrik Talks. Leo tuendelee tulipoishia. Siku ya pili ilianza kwa utulivu wa ajabu katika ghorofa la saba, ile idara ambayo Manyanya alihamishiwa. Kila mtu aliendelea na shughuli zake za hapa na pale. Manyanya alihisi kama ulimwengu umedidimia kimya kimya katika maisha yake. Usiku wa jana hakulala kabisa, akifikiria lile faili alilopewa na Bivana, faili ambalo hakika alikuonekana kuwa la kazi tu, liliamsha jambo asilolitarajia katika maisha yake na ambalo aliapa kwamba hatopenda lijitokee katika maisha yake. Alifika ofisini mapema kuliko kawaida yake, akaketi mezani, akavuta pumzi ndefu, kisha akatulia. Kwa nini faili hili linahusiana mimi na Bivana? anawezaje kulipata ile faili ni jambo ambalo Manyanya aliendelea kujiuliza kichwani mwake, lakini kabla hajamaliza kutafakari, sauti ya makusudi ikasika nyuma yake. Hmm, naona leo umefika mapema Manyanya. Alitazama juu Manyanya na kumwona ni Eva, huku akifikiria usiku mzima alimtaja kwenye mawazo yake, lakini hakuamini hata kwa mtu wa kwanza kuona naye asubuhi kazini. Eva alijiegemeza kwenye meza yake kwa mtindo wa kimchezo, macho yake makali yalichunguza uso wa Manyanya kana kwamba kuna jambo fulani alikuwa analijua alilojaribu kumficha. Moja kwa moja, unaonekana kama mtu aliyegusa kitu kisichotakiwa kuguswa, si ndio? Akaendeleza matani yake, faili lile limekugusa vibaya sana bila shaka, si ndio Manyanya? Manyanya alipaniki ndani ya moyo wake, lakini uso wake ukaendelea kuonyesha utulivu na wenye mapenzi ya kazi. Eva umejua wapi kama mimi nimegusa faili ambalo sitakiwi kuligusa ama kuliona? Eva alicheka kimya kimya akatabasamu, akasimama sawa, akamsogelea na kusogeza vidole vyake juu ya meza ya manyanya kwa mduara mdogo, kama natia alama. Hii kampuni manyanya, hakuna siri, na hasa pale ambapo bivana yupo. Manyanya akakaza taya. Eva akatulia kampa macho yake moja kwa moja. Kuna mtu anakufuatilia na sio bivana peke yake, kuna watu wengi. Maneno hayo yakachoma kama sindano katika moyo wa Manyanya. Bivana aliyesimama dirishani akiangalia bahari ilivyotulia mbali, kila mtu alimjua kama mwanamke mwenye nguvu, mkali na anayejua anachokitaka, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kingine zaidi lile faili. Baada ya tafakari ya muda fulani, binti Bivana alinyanyua simu yake na kumpigia mtu wake wa karibu. Hakikisha unapata taarifa zote za kesi ya zamani ya Manyanya. Sitaki makosa na sitaki mtu yeyote ajue. Alikata simu kwa nguvu, mwili wake ukianza kutetemeka. Kwa nini amerudi? Kwa nini sasa hivi? Lakini jibu halikuwa mbali sana, alijua sababu, na kama kuna mtu mmoja duniani anaweza kuharibu maisha yake, basi huyo ni Manyanya. Wakati huo Manyanya alifungua kompyuta yake akiwa peke yake na Eva Wakati walikuwa ameshaondoka alifungua faili ile kwa mara nyingine tena, alafu akabofya kurasa za mwisho zikafunguka, na hapo ndipo alipoona jina ambalo hakika lilichukia katika maisha yake, aliapa kwamba hatutamani kulisikia tena. Ilikuwa ni Project K 2017 incident. na chini yake kulikuwa na picha mbili, picha moja ilikuwa Manyanya, ya Manyanya akiwa kijana wa chuo na macho yake ya kuogopa, lakini picha ya pili kwa bivana akiwa na macho ya hasira, macho yale yale ambayo kwa sasa ameweza kumwona nayo Manyanya. Alihisi mapiga moyo ya kipaa. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yake na mwisho wa mateso. Hapo awali, wakati Manyanya anainuka kutoka kwenye kiti, simu yake ikaita, namba isiyojulikana. Akiipokea, sauti nzito ya kiume ilisikika upande wa pili, ikisema Manyanya, umepasua mlango ambao haukutakiwa kufungua. Akasimama kimya kuweza kutafakari sauti hiyo ni nani ambaye anaongea naye, akaambia, na sasa tunakuja kwa bivana na wee, ndiye ufunguo wetu. Simu ikakatwa. Jamani, kuna nini tena huko? Manyenya akahisi mwili wote ukimtetemeka, lakini akujua kuwa bivana na alikuwa anaelekea ofisini kwake akiwa na habari ambayo ingeweza kumvunja moyo wote kabisa. Nini kitatokea nini kitajiri katika episodi inayofuata? Nikwambie tu, tutaweza kufahamu akina nani ambao wanakuja ofisini kwa bivana na kwa nini manyanya husishwe yote, yani, katika episodi inayofuata nikuambie, hakikisha umefolo kurasa wetu, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu kujipatia updates za simulizi na mambo mengine kadha wa kadha.